Ya moyo tuwe watu wa msamaha. tu napomaliza, dhambi ya uasherati itakuacha ukilia siku sote. Mungu wa mbinguni atubariki sisi wote, amen. Mungu wa mbinguni atubariki, amen. Naomba Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru, tuna kushukuru asubuhi ya leo umekuwa mwema na umeruhusu tuweze kujifunza juu ya dhambi hii ambayo imaangusha wafalme, imaangusha viongozi, imaangusha watumishi wako, imaangusha na hata washiriki. Ombe letu Baba, tupe nguvu ya kushinda dhambi hii, tusaidie Baba ili tuweze kukubali wewe Mungu wetu. Watazamaji hao wote Baba naweka mbele zako. Uwasaidie, na pia wasaidie, na pia mimi nisaidie, wasikilizaji. Mungu Baba, tusaidie sote, ili unaporudi mara pili ulimwenguni tuwe katikati ya wale ambao watakulaki mawinguni. Haleluya, wewe ndio Mungu uliyetupenda, tusamee makosa, dhambi zetu, na utukumbuke katika ufalme wako, katika jina la Yesu naomba nikiamini, asante Amen. Amen. Amen. Sana mtumishi wa Mungu, asante kwa neno nzuri hilo, naukaribisheni tena E, Jumamosi ijayo tutakuwa na kipindi cha unabii tujue unabii, tujifunze jinsi gani unabii wa kweli huko katika ulimwengu huu. So nawakaribisha tena Jumamosi ijayo, tutakuwa hapa hapa katika studio yetu ya Kongowea ili tujue mambo na unabii, na pia e, na, na naomba Wakenya wote mnapokuwa mnaomboleza kiongozi wetu shipafu, honorable Raila Amolo Odinga, Mungu aweze kuwapa faraja, Mungu aweze kuwabariki hadi tena tupate kukutana mamosi ijayo katika kipindi chetu cha Mwanga wa Matumaini. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Amina.